Inakuwaje, mtu wangu wa nguvu, mtu wangu wa faida. Mimi naitwa Chingling in the town, the town, baddest mtumba babalao. Karibu kwenye kwenye trending trending story story, hii ni 69 Media. Uh, kama bado uja subscribe YouTube channel yetu, this this time around unaweza na kubonyeza alama ya ya kengele. Hapa ndo sema salama kupata zile trending story zote ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii. Of course, moja kwa moja namzungumzia msanii kutoka papa Tanzania Ali Kiba King Kiba King au this time around mtandaoakiami baada ya zile show zake kukauka kwa muda mrefu, au sio bana? So this time around, Alikiba kwenda kufanya show, Oman, Februari mwaka huu 2026, hii imekaa kivingine vingine zaidi, kwa sababu inasemekana bana, baada ya miaka miwili Alikiba hajaenda kufanya show. Ushafahamu eh, show zake alikuwa anafanya tu hapa hapa Afrika Mashariki na nini. Baada ya miaka saba Alikiba anarudi tena Oman hai. Sasa unajua kwamba kitu gani mpaka kimesababisha Ali Kiba show zake za nje uh, nchi za nje zikawa labda zimekauka, hatujafahamu vizuri lakini zistar inaonekana Ali Kiba kurudi tena baada ya kukaa miaka saba au saba, na alikuwa anafanya show zake tu Afrika ya Mashariki, umenifahamu vizuri eh? So sasa hivi anarudi tena ndani ya Oman, tutegemee mazuri kubwa mazuri makubwa uh, ambayo mapokezi makubwa pia kutoka kwa Alikiba, kwa sababu show zake zilikuwa zimekata za nchi za nje, au sio? Bana system around, tumeona Alikiba narudi na, na hii inasemekana baada ya kutoka kwenye 2000 na

Tunaona kwa sababu mwaka mpya nakuja na mambo mapya project, mambo mapya project mpya. Au sasa bana, tujaisikia ya King Kiba, lakini hem tu msubirie, baada ya kurudi Oman kutakuwa kuna kitu gani ambacho kikubwa anaweza kakiachia kwa Alikiba. Of course, tunafahamu Alikiba ni msanii kutoka Tanzania lakini pia ni mmiliki wa King Music, akiwa na wasanii wasanii wake kibao pale, wanafanya vizuri sana kwenye mziki wa bongo flavor so, hivi unaweza ukanambia mm, kiasi gani uka comment kwenye YouTube channel yetu hapo ya 169 Media ukatuambia, je, unaionaje show ya Ali Kiba 2026 kwenda ku perform Oman mwaka huu so, utaweza kunambia mapokezi yatakuwa makubwa au itakuwa kwa sababu amemiss kwa muda mrefu, au labda anamchukulia kawaida na nini na nini, hatujui. So hii hapo umepata trending story kutoka Papa 169 Media. kama bado uja dropisha comment yako hapo, dropisha comment yako kwenye YouTube channel yetu, afa inakuwa ni niki nikiunyama zaidi, lakini pia kama uja subscribe YouTube channel ya 69 Media basi fanya hivyo mara nyingi uwezavyo, lakini pia unaweza ukashare video zetu, au sio bana? Eh, kwa washikaji zako inakuwa fresh kinoma noma. Asante, asante kwa kwa kunisikiliza kunisikiliza, chingling in the town, the baddest ndimu mtumbadi babalao, hapa ni 69 Media. Asante kwa kunisikiliza, tukutane tena wakati mwingine amba takuwa na ma-update na ma-exclusive. Ai, bye bye, chiao ivo yani.